Katika kuadhimisha miaka ishirini ya huduma za Mahakama Kuu Kanda ya Iringa, Chuo Kikuu cha Iringa kimezindua kituo maalum cha kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wa kipato cha chini, hatua inayolenga kuwasaidia wale wasioweza kumudu gharama za kupata huduma za uwakili. Akizungumza kwa niaba ya Makamu wa Chuo Kikuu cha Iringa, mwanasheria wa chuo hicho, Caleb Gamaya, amesema kituo hicho kimekuwa mkombozi kwa wananchi wengi ambao hukosa uelewa wa masuala ya kisheria pamoja na wale wanakumbana na changamoto za kifedha katika kupata huduma hizo. Kipato chako, umeajiriwa, umefanya nini? Sisi pale tuna, tuna tathmini, tunapata tusema, huyu anahitaji msaada, huyu hahitaji msaada. Yapo mashauri ambayo eh, ama na kipato kikubwa kidogo, eh, tunaweza tukamsaidia. Eh, wote mnayajua ya public interest, maslahi ya umma, maslahi ya umma, eh, maanaake ni kwamba yanagusa kila mtu yanagusa umma wowote, hata li, yani shauri likitoka maamuzi yalitoka ya pale yananigusa yan, mimi yanamgusa Mtanzania yeyote ye, hiyo ndio angalau tunaweza tukasema hili lipeleke kwa kwa, kwa, kwa kigezo kiki. Lakini wale wengine madai ya mtu na mtu, kwa mfano, matunzo ya mtoto fulani, ajamtunza mwenzie, sera ya taifa inasema utunze watoto, yeye hajatunza mtoto, kwa hiyo hilo ni la kwake mwenyewe. Tunaangalia huyu aliyekuja kwetu ana uwezo hana uwezo na tunaangalia kwa sababu eh, kituo cha msaada wa sheria hakipo kwa ajili ya kunyang'anya kazi ya mawakili wa kujitegemea. Kipo kwa ajili ya kuwabeba hawa ambao hawawezi kufikia gharama, na na sio tu ukifika tu pale papa tunakupa. Hapana, kuna hayo maswali ya awali, kwa sababu vilevile lazima na wewe uingie kwenye kumbukumbu kumbu zetu, na hapa Gamaya naelezea ni aina gani ya mashauri ambayo letwa na wananchi kwa idadi kubwa katika kituo hicho. Yanayopokelewa hapa kwa kweli hayana tofauti na malalamiko mengine ambayo yanatoka karibia nchi nzima. Ni misaada ya sheria, kuna lalamiko kubwa la ardhi e, na wananchi wengine wanaenda kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, mkuu wa mkoa atawaelekeza ama huku au yale yanayohusu mahakama atawaelekeza mahakama na mpaka wametengeneza vitengo ardhi, lakini mirathi, mirathi na urithi, ah, ni tatizo kubwa sana, e, ni tatizo kubwa mno, mirathi na urithi, matunzo ya watoto. E, mkuu wetu, makamu mkuu wetu wa chuo huwa anatumia neno la wanaume ku kutotolesha, ah, e, kuzalisha kina mama alafu kina baba tunakimbia kutunza. Sasa hicho eh, kinakujwa sana matunzo ya mtoto, anakwenda kwa afisa ustawi wa jamii, kwenda wapi? Matunzo kwa watoto eh, na jinai upande mwingine, ijapokuwa eh, jinai ni pamoja na mimi amenikosea, lakini ipo hiyo eh. Hayo ndiyo mambo makubwa, mengine sasa yanafuatia mikataba eh, kazi na kadhalika, lakini hayo matatu ndiyo yasema mwanzoni, yaani ardhi, mirathi, tunzo kwa watoto ni masuala ambayo e, yako yako yako ya wazungu wanasema they are very common yako yako kote yana yana yana tofauti mkoa na, ya na, ya na, ya na mkoa, lakini e, kwa hapa Iringa ni mojawapo ya eneo ambalo sababu yake kubwa ni kina baba kukimbia majukumu yao kutunza watoto. Hata hivyo ameongeza kuwa chuo hicho kitaendelea kushirikiana na Mahakama Kuu ili kuhakikisha huduma za kisheria na uelewa wa upatikanaji wa haki unafika kwa wananchi wengi zaidi, hususani kwa wale wanaishi maeneo ya vijijini. Kwa maana hiyo kwetu sisi kuwa na Mahakama Kuu hapa tumepunguza mambo makubwa, tumeongeza faida kwa wanafunzi, sehemu ya kujifunzia, lakini tumepunguza gharama kwa wananchi badala ya wananchi kutumia muda mwingi sana kutafuta haki sehemu zingine, eh, mahakama iko hapa karibu, na pale inapo lazimu kwamba mahakama iende katembee, mahakama inatembea yani, kuvisit locus tunaita locus sisi kwenda kuona eneo.